Dennis Nyakanga inadai haki baada ya kufariki dunia kwa mwana wao alipokuwa akifanya kazi katika timbo inayomilikiwa na kampuni ya Saruji eneo la Rabai, Kaunti ya Kilifi. Inaaminika kuwa Nyakanga alikuwa akijenga ukuta wa kuzunguka eneo hilo wakati kreni ilipoporomoka ghafla na kumwangukia na kufariki dunia papo hapo. Juhudi za wenzake kumwokoa hazikufaulu. Sebastian Maria na taarifa hile. Familia ya Dennis Nyakanga na wanaharakati wamejitokeza kudai haki yao baada ya mpendo wao kuaga dunia akiwa timboni linalomilikiwa na kampuni ya Saruji eneo la Rabai, Kaunti ya Kilifi. Capital Boye, ufumoja, ufumoja, Dennis Nyakanga mwenye umri wa miaka 40 alifariki dunia baada ya kuangukiwa na kreni alipokuwa akijenga ukuta wa kuzunguka timbo hilo. Seka hapa, he, Dennis alikufia kwa kampuni ambao kitu ilimkonga huko cream so kwa nini sisi kama familia hatuwezi patiwa mstari wa mbele kufanyia Dennis postmortem they even went forward to tell them that they will make sure that they incur the expenses for mortuary and ensure that they give them transport for the deceased uh, Dennis Nyamaira up to date as i'm standing here there is nothing which has been done to the family Familia yake sasa inadai haki baada ya kusafiri kutoka Kisii hadi Mombasa kutafuta haki, lakini wamekuwa wakizungushwa kati ya chumba cha kuhifadhi maiti na kampuni husika. Tulipigwa simu kutoka Kisii, tulikuja tulikucha on Wednesday kukuja kuangalia Dennis. Kwanza tunadai ni postmortem record, tumenyimwa. Huyu ni mtu ambaye amefariki na watoto amewaacha, unasikia, yeye ndiye alikuwa breadwinner. Na sasa IE kambuni haitaki kuja au, au jaandikia family a proper letter ya kwa kwamba kusema kwamba this is how this is the formula on how we are going to compensate the the grieving family Aidha, juhudi za kupata ripoti ya uchunguzi wa maiti zimegonga mwamba, wakidai kampuni ilifanya uchunguzi huo bila uwepo wa wanafamilia na kutaka haki kutendeka. Kitu ya kwanza tunadai ni postmortem record, tumenyimwa. Tumeenda huko kama familia, sisi ndio tukua tunastahili kukucha na daktari wetu, Dennis afanywe postmortem na wakili wetu, but the company Wamefanyia mtoto wetu postmortem sisi kama familia bila kujua. All the documents, sa sa postmortem tumejaribu kuitisha tumenyimwa, so sisi Kenya, tulikuwa tunataka tunataka justice, ambao watupe documents ile ambao Dennis wamemfanyia postmortem. Tumejaribu kuenda pandei, wanatupeleka pandei, wanatupeleka pandei, so sisi tuko hapa, atujui ni nini tunafanya, tunataka justice na tuweze kupatiwa documents kutoka kwa polisi na tupatiwe saa hospitali. Sasa wakati tumeenda tumeuliza hata angao, wanatusunguka, wanasema tuchukue mwili kisi, lakini sasa sisi hatutachukua mwili kizi bila haki yetu. Sebastian Maria, Undugu TV.